Diwani wa kata ya Mayanga iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mtwara Mheshimiwa Arif Premji amejivunia mafanikio katika utekelezaji wa ilani kwa kipindi cha miaka mitano kwa kuchangia zaidi ya shilingi milioni mia mbili na sabini na tisa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo mbali, elimu, afya na miundombinu. Hayo ameyaeleza Juni kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano katika taarifa yake utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025 kwenye kikao cha halmashauri kuu ya CCM kata ya Mayanga kilichofanyika katika shule ya sekondari Mustapha Sabodo halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Mheshimiwa Premji ameishukuru serikali inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan na wadau mbalimbali kwa jitihada kubwa zilizopelekea kukua kwa maendeleo ya kata hiyo, ambapo kwa miaka mitano zaidi ya shilingi bilioni saba zimetolewa ili kusukuma gurudumu la maendeleo kwenye kata hiyo. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu, kwa watu wa fildi nia kushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na mapenzi watuwaaa kaue wke aweza Oktoba 2020.

Ya, akizungumzia sekta ya kilimo, Mheshimiwa Arif ameipongeza serikali chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapunguzia wakulima gharama za uzalishaji kwa kuwapa pembejeo bure, ambapo kwa, kwa, kwa mwaka 2024-2025 zimetolewa pembejeo zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia moja na nane. Lakini kwenye sekta ya kilimo pia kwa jitihada zangu binafsi niliweza kununua miti ya korosho yenye thamani ya milioni moja na kugawiwa wananchi ambao wanajihusisha na kilimo hicho. Lakini sio hilo tu, nilifanya jitihada ya kusambaza kwenye msimu mmoja pembejeo na kuwapelekea katika maeneo yao. Wakulima wanategemea sana msaada kutoka serikalini, ambao tunachoongelea hapo ni ruzuku. Msimu wa 2021 2022 serikali yetu ilituletea pembejeo ya milioni 243 shilingi laki 358 na 130. Lakini msimu huu ambao tunaongelea ni 2025 kuelekea 2026 serikali mpaka sasa hivi imeshaleta pembejeo zenye thamani za milioni 108 laki 4 ishirini na nani? kama Mama Samia katika kutamatisha hotuba yake Mheshimiwa Premji amewaaga rasmi wananchi wa Mayanga, pia kuwashukuru viongozi wa chama, huku akieleza kutogombea tena nafasi ya udiwani, bali anataraji kuchukua fomu ifikapo Juni 28, 2025 225 ili kuwania nafasi nyingine ya juu zaidi. Mwaka huu ni wa uchaguzi, tumwombe Mwenyezi Mungu atupe weledi, hekima na uvumilivu pia kwenda kuwachagua viongozi ambao wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, kwani tutakapofanya hivyo, tutakuwa tunamrahisishia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa ilani ya 2025 kuelekea 2030. Ndugu zangu, hili naomba nichomekee tu. 2020 mlinichagua mimi, 2025 nyiye ndio wenye mamlaka moye. Ifikapo tarehe 28 ya Juni, Mwenyezi Mungu akitia wepesi, kijana wenu nitaenda kuchukua fomu ya uwakilishi kwa ngazi ya juu kwenye serikali kuu. Naitwa Bilai Ari na Mtema, naishi kijiji cha Likonde, kata ya Mayanga, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya katika cha Mayanga au kata Mayanga. Arifu Premji ni diwani ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia mwenye huruma na mchapakazi, ametufanyia miradi mingi sana. Ninamuombea dua kwa wautiania ambao anao, anasema anataka kuchukua fomu, kama Mwenyezi Mungu amjalie, na mimi pia naomba dua, amjalie apate zidi kutufanyia mengi ndani ya jimbo halmashauri ya Mtwara vijijini au Mtwara DC. Kwa majina naitwa Arukia Yusuf Kuloi, ni katibu tawi wa Wahiar. Nimefurahia uongozi wa Arifu Premji, maana alikuwa anaongoza vizuri. Kifupi, ametekeleza ahadi zake ambazo zimenaniliwa, alizitoa na vitu ambavyo alikuwa hajatoa ahadi pia amevifanya ndakimisi. Yani kitu ambacho akiwa amesema kitu ananyoka mazima mazima, apindipindi Akisema nitafanya kitu fulani, ni kweli anafanya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fieldi.